Na mazoezi makubwa mawili. Zoezi la kwanza ni la usajili, ugawaji wa kadi za wanachama ambao tuliwasajili mwaka jana mwishoni. Ee, zoezi la pili uboreshaji. Katika hiyo tuna usajili, tuna uboreshaji, lakini taarifa kwa wale ambao kadi zao zabazijafika kutokana na ukosewa, lakini tunasajili upya. upya hiyo tunatoa wito sana kwa wanachama wetu wote kwenda kwenye matawi yote ya Chama Cha Mapinduzi kufuata kadi zao. Kadi zao zipo huko, na wengine wameshatumiwa meseji kwamba kadi zao ziko tayari, wakazifuata tunaomba wajitokeze kwa wingi. Lakini tunaomba wanachama wengine ambao hawakufanikiwa kusajili mwaka jana, waende kwenye matawi wakasajiliwe. Hii zoezi ni la siku kumi, linaitwa siku kumi za moto, kwa ni muhimu sana kwa wanachama wetu, wakajitokeza kwa wingi, wakaenda kusajili. Tukisha sajili e, eh, unakuwa na uhalali na uzuri watakaopewa kadi kadi zao ni hizi hapa. Hii ni kadi mpya. Umeona hata ukikunja ile haiwezi katika kirahisi. Ni kadi iliyoboreshwa sana. Ni kadi ya kisasa. Na hizi kadi wanapewa bure wakishafika kwenye vituo. Hazuuzu utaki kulipa hata senti tano. Na utaenda kwenye kituo wale ambao una kadi, utaenda utapiga picha, utasajiliwa, utachukuliwa taarifa zako ni muhimu ukenda na kitambulisho chako cha kupigia kura ili kutusaidie kwenye kusajili isitu, isitupe tabu. Kwa hiyo tunaomba sana na hata wale ambao wanaenda kuchukua hizo kadi zao waende na vitambulisho vyao vya kupigia kura, tuwatambue na vitambulisho vya NIDA, lakini cha kupigia kura ni muhimu sana, na mnajua kwa sisi CCM, mwaka huu ni mwaka uchaguzi na eh, tayari tume imeshaweka utaratibu wa uchaguzi na uchaguzi utaendelea na tayari Chama cha Mapinduzi na vyama vingine vimesha saini e, kanuni za maadili za uchaguzi na juzi e, tumeshakaa na baadhi ya pion, na viongozi wa tume wameshatuhakikishia, na sisi wilaya tumeshajipanga. Kwao tunaomba wana CCM wenzetu, tunaomba wananchi wote wa wilaya Kahama wajitokeze kwa wingi kwenda kujiandikisha wapate kadi zao za Chama cha Mapinduzi. Lakini zoezi la ugawaji wa kadi linaanza sasa leo tarehe 20 na tano eh, na kama sikosei, leo tarehe 25 linaanza, leo tarehe 25 mpaka tarehe saba. Kwa hiyo tuwaombe sana wenzetu wajitokeze kwa wingi, washiriki. Na ukiwa na kadi yako ya mpiga kura, ukiwa na kadi yako ya CCM kama hii, kwa kweli ni jambo zuri sana na hii pia inakusaidia, ina matumizi mengi ya kila mahali. Kwanza zoezi la kadi, tulitoa kadi za electronic hizi hapa sasa. Hizi kadi hazina ubora kama hizi, kwa hiyo zote zinabadilishwa. Kwa hiyo wote hata waliokuwa nazo hizi waliosajili mapema wakapata kadi hizi, wa hizi zinaondolewa, wanapata kadi nyingine hizi. Utaona kwa mfano huyu mwenye kadi hizi ana kadi mbili, hizi zote za mtu mmoja, hii iliyotangulia hii ya sasa hizi. Kwa hiyo saa hizi hii ni muhimu sana e. Zoezi hili tunaenda kutoa kadi kwa wanachama laki moja na elfu moja kwa awamu hii. Awamu inayekuja tuna imani tutatoa kadi, lazima itazidi kwa watu laki tatu laki nne. Hawa wanachama wetu laki moja wanapatikana kwenye matawi yote ya CCM yaliyopo wilaya ya Kahama, matawi yako mia tatu ishirini na tatu Jimbo la Msalala, jimbo la Ushetu na jimbo la Kahama yote yanaunda matawi, inaunda wilaya ya Kahama yenye matawi mia tatu ishirini na tatu. Kwa hiyo wote huko wanapatikana, na kwa taarifa tu, sisi CCM Kahama kuna wanachama zaidi ya laki sita. Nashukuru nimepata kadi yangu ya wanachama ambayo ni original. Nashukuru sana, nimekuwa mwanachama halali Nitajitahidi kulipia kila mwaka ili niendelee kudumisha kadi yangu vizuri. Napenda kuwashauri na ambao hawajapiga picha na waendelee kujisajili, wewe wanachama halali wa chama cha mapinduzi. Hii kadi itanisaidia hata kama nikitembea, najulikana ni mtanzania halisi. Hata kama nikitembea sehemu si yoyote, nitajulikana mi ni mwanachama halisi wa chama cha mapinduzi.